Hadi watatu na kusema Jioni ni watumishi wa Bwana mhimidini Bwana ninyi mnao katika nyumba ya Bwana maimee matakatifu mikono wenu mhimidini Bwana anakubariki toka kutoka Sayuni aliye zua siu na nchi naenda kusoma Luka sura ya 2 mstari wa 8 hadi 11 na kusema na katika nchi ile ile watu walikuwako wachungaji

nao Kisha nikaona mji mtakatifu. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza imekwisha kupita. Wala hapata kuiku na kari tena. Mstari wa pili. Nami nikaona mji mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, ukiwa umepangwa wana bibi arusi aliyoandaliwa kwa ajili ya mume. Naenda kusoma Ufunuo ishirini na moja Mstari wa ishirini.